wakala wa barabara na wakala wa barabara Tanroads na Tarura. E, mheshimiwa mbunge barabara tunazozijenga sisi ni kuanzia e, Ujiji hadi Kigoma mjini, lakini Mwanga kwenda Mwandiga pale kwenye e, sanamu ya sokwe kwenda Simbo na kwenda Mwandiga hizi, e, barabara zingine mheshimiwa spika tutahakikisha kwamba tunawasiliana na wenzetu wa Tarura ili kuhakikisha kwamba hizo barabara zinajengwa na wananchi wasipate changamoto kama alivyozielezea mheshimiwa mbunge. Asante, mheshimiwa spika. Asante Mheshimiwa Matiko. Asante sana mheshimiwa spika, barabara ambayo inaanzia Kipreft inaenda mpaka Mogabiri yenye kipande cha takribani kilomita 9.3 iliyopo Tarime mjini imeharibika sana kiasi cha kupelekea ajali mbaya sana, wakati mwingine vifo. Lakini kwa sababu tayari mkandarasi yupo na yupo tayari kuanza kazi, anasubia tu malipo ya awali, serikali haoni kwamba kuna umuhimu wa kupeleka fedha hizi ambazo ni takribani bilioni 9 bilioni 7.9, ili barabara iweze kutengenezwa iweze kuunganishwa ile barabara ambayo inaenda mpaka Nyamwaga ambayo tayari imeshakamilika.